Ebwana afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo ameeleza kilichojiri baada ya uongozi wa klabu ya Yanga katika ofisi za shirikisho hilo kufuatia wito waliotumiwa uh, na sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema uh, wanaidai. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba uh, tulikuwa tayari tumekwisha waandikia hiyo barua uh, ya kuwataka kwa kwamba uh, mtu wa fedha aweze kufika leo uh, na hivyo vielelezo vingine uh, ili tuweze kufanya uh, reconciliation. Kwa mujibu wa Ndimbo, viongozi wa Yanga wakiongozwa na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andre Mtine hawakuwa tayari kufanya mazungumzo yoyote, badala yake waliwasilisha barua yao rasmi na kuondoka mara moja, kwa wakasisitiza kwamba wanahitaji majibu kwa maandishi kutoka TFF. Tukimnukuu Ndimbo katika maelezo yake, amesema wamefika na kuwasilisha barua, baada ya hapo aliamua kuondoka bila kutaka mazungumzo. Hata katibu mkuu wa TFF alipojaribu kuzungumza na mtendaji mkuu wa Yanga, bado CEO huyo alikataa kabisa kuzungumza, amesema Ndimbo wako katika tukio hilo na wameliashiria kwamba kuzidi kwa hali ya sintofahamu na msuguano baina ya pande zote mbili. Yote haya yakiwa najiri, kumbukwe yanatokea wakati ambapo taarifa za Yanga kuijibu TFF kwamba dawa ya deni ni kulipa Kabla taarifa hiyo klabu ya soka ya Yanga ilijibu mapigo baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kudai klabu hiyo fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa madeni malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF huku akidai kuwa haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo. Yaani hapa tuzungumzia msimu 2021/22, 2022/23 na 2023/24. Taarifa ya Juni 10 iliyotolewa na klabu hiyo ikaeleza taarifa TFF madai hayo imeshindwa kufafanua deni lenyewe na kubainisha kuwa TFF wamekuwa wakishikilia waki fedha hizo za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu, imesema Yanga. Imesema hakuna uthibitisho wote wa kimaandishi ambao unaonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizo za ubingwa kwa klabu yao, na kusisitiza kuwa ni aibu fedheha na, na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Klabu ya Yanga haijawahi kupokea taarifa yote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yao kuwa na deni kwao. Uongozi wa Yanga pia ukaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa shirikisho la CRDB kwa misimu hiyo mitatu ili waweze kucheza mchezo wa fainali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Una maoni gani mdao? Haya ni ambayo anaendelea Uh, baada ya TFF kuweza kutaja tarehe kumi na tano itachezwa mchezo ambao uh, ulihairishwa uh, kutokana na migogoro wa Simba na uh, Yanga, kipi hapa tutaendelea nacho, tutakujuza kadiri ambavyo tutazipokea taarifa hizi, tuachie maoni yako.